Kama tunavyojua uh, nao tunaishi kwenye dunia ambayo tunaita limitless world, kwamba ni dunia ambayo haina hai mipaka na una kuna platform nyingi ambazo unaweza wakashare kile ambacho unahitaji kushare, na watu wamekuwa wakitumia uhuru huo na platform hizo kushare aina mbalimbali mbali ya jumbe, ikiwemo maisha yao binafsi, elimu ya na vitu vingine vingi. Kwa sasa mimi kwa kutumia fursa hiyo nikasema kwa kuwa nimeshapata, nahisi nimepata ka uzoefu fulani katika jambo fulani, basi sio vibaya na mimi nikashea na watu wengine, hasa vijana, na kwa sababu naamini na kitu cha kushea nao. Kwa hiyo katika program ambayo nimeenda naweza nikasema kama program ni kwamba, nimepanga kushea uzoefu au maarifa niliyopata ndani ya miaka miwili kuhusiana na minimum wages au kwa lugha ya rahisi kwamba ni wale waajiri wa, ambao wanalipwa mshahara kima cha chini ambao nime-target zaidi vijana. Lakini kabla sijaendelea au sijaanza kuingia ndani zaidi katika vile vitu ambavyo ningependa kushare na watu wa aina hiyo ambao pia nitaelezea kwa undani watu wa aina gani ili ujue kama wewe umo au haumo. Kwa hiyo kama utabaki, basi utabaki kwa kwa mwenyewe umependa labda umevutiwa ume, um, au au nataka tu kujifunza zaidi. Lakini kitu cha kufahamu kabisa ambacho ningependa kila mmoja afahamu, cha kwanza kabisa ningependa ufahamu kwamba mimi sio financial advisor, sio economist, sijasoma uchumi mahali popote, sija- sina degree ya masuala ya fedha wala benki wala nini. Kwa hiyo sio si, short sio msomi wa hivyo vitu japo inaweza nikawa nagusia mambo hayo, lakini sio msomi kabisa wa hivyo vitu, wala sijawahi kukaa darasani kujifunza hivyo vitu. Kwa kama unapenda kupata maarifa kutoka kwa mtu mwenye degree na nini, basi mimi sio mtu wa aina hiyo. Namba mbili, kitu ambacho nataka kukifahamu kwamba mimi sio motivational speaker, wala sijawahi kuwa motivational speaker. Kwa hiyo nachokitoa, unachokitoa sio motivation huwa na mara nyingi, mimi hata katika video zangu nyingine ambazo, lakini kwa nikitumia lugha ya Kiingereza, wanasema kwamba mimi napenda instruction badala ya motivation, napenda maelekezo kuliko hamasa, kwamba badala ya mtu kunihamasisha kwamba naweza kuwa mtu fulani, napenda mtu anielekeze namna ya kuwa mtu fulani. Kwa ambacho taenda kushare kwa asilimia kubwa kitakuwa ni maelekezo au instruction, kwamba nilipita huku nipita huku au sijapita huku, nilizuia kitu fulani ndio maana nikawa mtu fulani. Lakini cha tatu, kuna watu wanaamini kwamba ili kujifunza na kufikia malengo ya yao lazima ujifunze kwa mtu ambaye amefanikiwa tena amefanikiwa sana, kwamba let's say, kwa mfano kwa sasa hivi unatengeneza shilingi elfu moja kwa siku, basi ili kutengeneza laki moja, basi ujifunze kwa mtu ambaye ni bilionea. Umeona, kwamba naamini kwamba lazima ujifunze kwa mtu aliyefanikiwa. Sasa mimi I'm not billionaire, I'm not even a millionaire kwa kama unataka kujifunza kwa mtu ambaye ni tajiri, sijui ana magari, ana majumba, anaweza aka post next video ipo kwenye Mercedes Benz, mimi mtu aina hiyo. Kwa hiyo kama una stay ni kwamba umesema kwamba da, okay, naweza nikajifunza kitu fulani na kitu fulani, lakini umeshajua kwamba unajifunza kwa mtu wa aina gani. Kwa sababu pia nitaelezea katika video zijazo kuhusu namna ya kuchagua role model au mtu wa kujifunza kutoka kwake. Kwa hiyo hizo ndio sifa kuu tatu ambazo ninazo. Namba moja sina elimu ya fedha wala biashara yani degree, sina degree yoyote. Namba mbili, mimi sio motivational speaker na namba tatu sio billionaire, kwamba unajifunza kwa mtu ambaye ana mabillions ya fedha. Hapana, ndio maana nikasema na target watu ambao wanatengeneza mshahara wa kima cha chini kwa sababu najua, what it's like be there najua inakuwaje mtu anapotengeneza mshahara wa kima cha chini na namna ambavyo ana struggle kuishi au kusurvive katika maisha ya kila siku. Kwa hivyo ndo vitu vitatu vya muhimu. Kuhusu mambo mengine, tutaendelea kufahamishana. Hope to see you soon ngj.